Naomba tusikilizane vizuri. Kila mtu muda huu anaenda kufanya practical kivyake, na practical tutakuwa na dakika arobaini na tano tu. Naomba kila mtu ajipange kufanya practical yangu vizuri. Chini ya arobaini na tano kwa kweli hatutoelewana. Kisha nataka bika nenda kama kusina bika hapa, acha usumbufu kijana bika, kama sijakwekea nitakupa maelekezo Acha usumbufu. Aliyepanga hivi vitu alikuwa na maana yake, tumepanga hivi tukiwa na maana yetu. Oh, yaani ni kufanya mtihani wale, hata sielewi kabisa na anaisielewi yangu, yani hata sielewi kabisa. Practical leo ilikuwa ieleweki, mwalimu hajapangilia zile volume. Kwa kweli hata sielewi vipi. Umeonaje hiyo mtihani wa leo? Aisei, chali yangu, kumbe yote ni yale yale. Hata mimi pia, yaani tumefanana. Si ticha alikuwa anamaanisha nini kutunga lile swali ambalo alieleweki kabisa, hatujai kujifunza darasani ila katoa. Aisei haya bana, mi naondoka bana, tutaonana kesho chali yangu, kesho basi.